wewe. Lakini sasa ukute, ukute, ukute bado unaendelea kumtafuta yule jamaa. Ndio sasa ni kwa nini usimwache naye na, na, afu mimi kingine. Sikiliza usinichanganye. Niko toka huko. Akili yangu ishaachaji. Ajai bado. Sasa nao nataka kuongeza moto wako, kwani sasa ni chemke zaidi ya ya nini, niko toka huko. Na naelewa ndio najua na, lakini sasa shemeji yangu basi kubali na mimi mimi afu kingine

Jana tumelala, tumeaidiana, nini? Wewe si uliniambia kwamba sijui unaenda kwa watu wa nguo zako huko sijui nini. Ah, tena kweli mimi wangu nimekumbuka sana leo alikuwa na nataka niende kazini sasa. Yaani, ndio maana, nishughulikie, ili, niende kazini sasa yaani nishughulikie niende unaona nishajiandaa. Bora ukaviacha kwa sababu so, unawahi. Angalia saa hizi saa mbili natakiwa kufika saa sa, saa tatu ninatakiwa niwe kazini. Tunamkuta kweli yule mama kweli mwanangu. Tumkuta tusimkuta, sasa tutafanyaje? Twende. Habari eh. Habari za leo? Safi. habari yako mtoka huko? sisi tupo wazima tunashukuru, za hapa nyumbani eh, tuna shida hmm, na mkeo sijui yupo, hmm. um. hmm. sasa si unakumbuka tuliwapa siku tano, lakini saizi ni siku ya saba, sijapata mrejesho wowote niliwaambia. Yani ujio wangu nitakuja na polisi eiza ama kuchukua hela. Sasa sijajua hela iko wapi, hiyo ndio nahitaji ili mke wangu Nimwache, na hapa nataka niende kazi, nimechelewa nataka hmm. Sawa, hmm, kazini mke wangu hayupo kwa sasa, na ukija kuangalia sana, yeye ndo ndo mwenye deni. Sasa mimba ya mke wangu na mimi, mngemsubiri yeye. Nilikupa siku tano, ye, sikumpa yule, kwa sio nisemaje, huyo atanyanyasika.

unahusika na kulipa deni la mke wake. Nikiita polisi watu mchukua mke wako, watakuchukua wewe kwao. Naomba nini era hiyo sasa hivi. Jibu moja, kuna pesa hamna? Ana ni kwamba pesa kwa sasa hivi mna Unajua hiyo ni dharau. Kwa nini haujaja kutoa taarifa kwa kwamba ndani ya siku tano ulizonipa sijafanya? Leo au kesho na naweza kafika. Kwa mna ningeomba sasa tuvute vute muda kidogo kama siku mbili tatu. Kaunga naweza kwa amesha. Muda unavutu. Sasa leo ni pesa baba. Upo? Tukao tume tuka, nani akaja maswali akaisha moja kwa moja. Unasikia? Unajua yeye akija tutajua jinsi ya kuchanganua. Tufanye kipi? Ile ya yeye ifanye ionekane. Unajua kuna vitu vingine mimi mimi vinanichanganya kichwa naomba utoe chochote kama mzamana ukileta gahera utakuja ukichukue ukichukua chenye ukizidi muda utakao kwa umetupa no, no, kitauzwa kwa ajili ya wewe mwanamke kwa hiyo ndio unataka kustahili elfu ngapi mnayoidai elfu ishirini ngapi Mnaitamanisha nao mtunge, funga elfu sabini. E hey. Sasa so, isiwe sabini, sabini. Yes, sabini. Ukileta hela utaichukua, ukikuta hela ikizidi. tumpe siku ngapi? Amna cha siku ngapi, nakupa siku kumi. Mimi ndo nitasafiri kuelekea huko mjini, kwa hiyo nikikuta, yaani bado haijachukua, yani hizo ndani ya siku hizo ambazo nimekupa kumi

Chagua moja nipeleke gesi ama nipige polisi. Sawa, sawa, sawa. Halafu na wewe, yani sikia, kama unachukua huu mtungi wa gesi, lakini lakini sije nika, nikaona hizo na mnakuja e, hapa tena kusumbua mke wangu. Akikosea

Ay, ay, ay, maisha gani? Ay, maisha gani? Ala. Hay, mnafikiri mtungi wa gesi ndio mwisho wa maisha. Tutanunua mwingine. Msitutishe bana. Ala. Halafu miguu yenu sione mnarudi hapa tena. Kwenda. Na sione mnarudi hapa hapa tena kwenda. Mkirudi hapa, hiyo miguu ni ya kwangu. Natutisha na utajiri wao, kwenda huko bana. Nina amani na mke wangu, yaani tunakaa tuna amani, hatuna nini, yaani mi sielewi kitu hapa sasa. <coughs> yunga na mke huyu, mwisho wake ameanza kufanya haya, watakute wanunua tena nyumba, watakute waninyang'anye na nyumba yangu kwa sababu ya haya. Sasa hivyo jiko la mume amechukua leo, nashinda njaa, watoto wakitoka shule atatumia nini? Ah, sasa cha kufanya, mimi nishaelewa batiliwalalile ebaba, isaidiye wananicheka, watakuja kuuzia nyumba hii kwa sababu Sasa, sasa kinachoendelea hapa sasa hivi, akija mke, nilimwambia kwamba haya maneno yanayoendelea humu ndani na hivi tunavyovifanya, yuko siku sura yangu kutaiona tena. Sasa hapa ameondoka, ameenda kwao. Sasa akija leo, najua leo anafika leo hapa sasa hizi nguo hizi zitamfata huko huko kwao. Sasa hivi natafuta boda, nikishamaza kutafuta boda nampigia simu kwamba kuna mzigo unakuja. Mimi sitaki kukaa na mwanamke wa kunisumbua skutshpaa hata na maisha kwa sababu ya mwanamke. Hapana, haiwezekani kwa sababu hii haiwezi hata na mwanaume yote, hakuna anaweza kuvumilia mwanamke wa

hawa wale wanaokudai wamekuja kuchukua hela yao, nikawaambia huko nyumbani kwenu. Sasa wao walichokifanya, wamekuja wamebeba, wamebeba mtungi wa gesi, wakasema ile nao ukilipeleka basi hiyo gesi. Tangu sasa tunafanyaje? na mimi hapa sina hela yoyote, nimeshaitumia. Nimeona eh, hey, nimeona ni wapi gesi waende wa wa nalo eh hey. Sasa umenichosha. Yaani, yaani nimevumilia kuna vitu vingine ambayo yani siwezi kuvivumilia kwa hali hii. Sasa chakufani, mi nimeandaa kila kitu hapa. Wewe kae huko huko. Mi siwezi kukaa na wewe tena. Nimeshaandaa begi lako hapa, kila kitu la boda boda, analeta nguo zako huko huko. Kae huko huko. Mimi sitaki tena kwenye mashamba. Sitaki kukuona tena. Unasikia? Sitaki kukuona tena. Nguo wako ulio utoa hapa, unaenda kwemu huko huko. Ukae huko huko huko kwenu, kwenu. Mwanaume akishatamka ametamka, hakuna switch ya nini wala nini huko huko. Kwa hiyo kila kitu nimefungasha kinakufuata huko huko kwenu. Utatafuta mwanaume mwingine mtakao linganisha akili na tabia zako ulizo nazo. Haya, mimi nimemaliza. technology tunahusika na quality motion pictures inayohusika na uchukuaji wa video kwa mfumo wa kisasa katika ubora wa 4K, na video hizi ni pamoja na video za muziki, harusi, send off, kitchen party, birthday party, mikutano, kwaya pamoja na documentary pia. Tunatumia vifaa vya kisasa vyenye uwezo zikiwemo DSLR cameras, 4K drones, gimbal stabilizer kadhalika, na bei ni maelewano, hakuna mipaka. Pia tunafanya kazi ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie namba 0743402174 au 0772062174. Karibu sana. Tanga, tanga. -tanga. Samani kidogo. Dada. Kwa kwa kuwa nimekuita? Ndio. Ni ni kama nimekufananisha ni hivi, naonekana na, na, na, kama nakufahamu hivi, kuna siku moja wewe uu si ndo dada yule aliyetu kuja pale nyumbani ukatusukuta na baba fulani aliyekuja kununua ile nyumba yetu? nimeonan ya... ni. Wakati unashuka una, una, una hivi mm -hmm. Sura mbona naifahamu mezshaakusaaut uh, aambi unaendeleaje? n ni, unavyoniona tangia mmetufukuza nadhani sijai kula na hapa, bado mimi sina pa kulala, nalalaga mtaroni. Vipi kuhusu mdogo wako? Ah. Mimi nadhani mimi na Anita tangia pale mtu tufukuza, sisi tukaondoka na mpaka sasa hivi, yeye alienda kuomba kazi za hoteli na mimi nikamwambia ngoja nifike sokoni huko huko niombe kazi zingine zingine, lakini tangia siku hiyo kazi mimi sijawahi kuiona na sijui mdogo wangu Anita aliendaga wapi, na nishatafuta mpaka ikashindikana, na mpaka leo Mwenyezi Mungu kanibariki kukutana na wewe. Pole sana kijana. Mimi mwenyewe nilikuwa nafanya kazi pale kwa haiwezekani, yani nisingeweza ya kukuhurumia wala kuwahurumia nyinyi, ni majukumu ya kiofisi yale koo. Oh, dada mimi nilivyokuelezea sasa hivi, yani sijui naanzia wapi naelekea wapi, na hapo uliponikutana nilikuwa naendaenda nendanenda, yani sijui napoenda. Ma, huna ujumbe wote kuhusu mdogo wako, yani huyo sijui, yani hapa kila mtu nadhani vokivyake mimi namtafuta yeye njia, natafuta chakula, namtafuta na, na mdogo wangu. Sasa baada ya huko kwenu, uwezo ukanipatia hata kazi. Dada, kabla hujaenda unajua, tangia siku ile vygu kuja nyumbani kutufukuza pale, nitokea kukuelewa natakaa menikuta kwenye maisha magumu, mimi nilitokea kukupenda mara kwanza pale. Wakati unakua nilikuangalia, nikiona kwamba mimi hapa niliku... Kuna simu. Ha? Mimi sina simu asime wapi, labda akea we siku hiyo nikukute wapi Sa. Hapo chuna A, kwa mama nani